Zile barabara ambazo zimekuwa kilio cha Wanasingida zinaenda kujengwa sasa kwa kiwango cha lami, kienda Mkiwa Itigi, barabara ile inajengwa kwa kiwango cha lami. Na sio siku gani? Ni sasa, mkandarasi ataanza kazi muda si mrefu. Barabara yetu ya Sepuka Ndago inajengwa kwa kiwango cha lami kuanzia Sabasaba, hiyo nayo ni barabara ambayo imeliliwa sana na Wanasingida. Barabara yetu ya kutoka Iguguno kwenda Mkalama inawekwa na yenyewe inajengwa kwa kiwango cha lami, na ni sasa. Barabara yetu ya Singida Ilongero imeliliwa sana, lakini na yenyewe inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Barabara yetu ya mchepuko imesubiriwa sana, na yenyewe inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Lakini juzi imempendeza Mungu, SGR ilikuwa inapita Itiki na Manyoni, sasa SGR inau yu mjini nani kama nomtasamini lakini kubwa zaidi tumesubiri sana kiwanja chetu cha ndege kimewekwa kwenye utekelezaji wa ilani ya e 2630, na chenyewe kinajengwa, inatupeleka Singida duniani. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Nikisema mashule ndio usiseme, zimejengwa shule mpaka sasa hivi hazina watoto tukiona vituo vya afya dawa vifaa tiba, sasa hivi rufaa ndogo ndogo hazipo tena, madaktari bingwa wapo Singida. Haya ndio mambo ambayo tunayalilia siku zote. Tunaiomba serikali pia na vyombo vyake waendelee kuamini muhimili wa taasisi ya dini na kushirikiana nao katika hatua zote za kuelimisha wananchi kuhusu uchaguzi na hatimaye kuhamasisha ushiriki wa wananchi. Nitumie fursa hii kujulisha mkoa wa Singida sasa tumejipanga kufanya shughuli za maendeleo, ambapo kwa kipindi cha mwaka mmoja tumejiwekea mpango mkakati wa ujenzi wa ofisi sita za wilaya ya Ikungi, Mkarama, Manyoni, Itigi, Singida DC, Iramba na ofisi ya mkoa na ujenzi wa madarasa saba shule ya msingi ambayo yako wilaya ya Singida mjini ambapo miradi yote itawaarihu jumla ya kiasi cha fedha za kitanzania shilingi milioni 931 laki saba sitini na mbili elfu na mia nne.